Hebu fikiria ikiwa basi siku moja ee, baba wa binti ambaye wewe umempenda sana na ulitaka kabisa kumwoa huyo ee, baba sasa angekufunga kama alivyomfunga Master Fu Hongxue, alafu aamue kukuwekea kuni za kutosha, na sasa anataka kukuchoma ukiwa hai, design ile hada ee, sasa jamaa anasema fu, anas, anamuita mpenzi wake Ma Fangling, ninatumai basi utaishi maisha mema Eh, amekata tamaa lakini tusisahau kwamba eh, marafiki zake watu wa karibu eh, eh, kama vile basi eh, Ye Kai pamoja na Lilin pamoja na brother Luke wako wanapambana kumsaka ni wapi wanaweza kumpata ili wamsaidie. Wakati huo mpenzi wake alienda baka katika kijijumba kile ambacho kiko kule pembezoni mule mwa mto akaenda kumtafuta jamaa huko anajaribu kumuita kama atamuona. Unaweza kuona kabisa, hii inaonesha binti hajui ni wapi mchizi, wapi alikoenda. E, basi siku ile baada ya kutafuta tafuta e, anachomoka sasa, baada ya hajamuona sasa. Ingekuwa ni Afrika hii kijumba kama hichi, wangekuwa wanaishi kabila kama Masai, e, ndio ingekuwa maisha yani ambayo unajua tena, manake unaona yani ni udongo tu Kijumba kimetengenezwa kinakuwa kiko wazi, maisha fulani ya kawaida tu, hata vimeza vya kawaida unaona. Lakini wenzetu wanatupa ile test. Sisi ndo watupendage kuonesha vitu kama hivi kabisa, tunataka kuonesha majumba ya kifahari na nini, na hizi ndo sinema watu wanapenda sasa kuangalia. Si kwa nini sisi tunaonesha vitu vingi vya kifahari fahari na nini? Haya, twende mbele sasa. Wanafika pale katika sehemu ambapo basi fonksho alikuwepo, wanakuta pameteketea pote. Sasa wamemwita jamaa sana, piga kelele, muita jamaa wapi? Tafuta kila mahali hawamwone. Ile sehemu imechomwa yote. Kila wakiangalia hawamwoni Fu Hongxue. Lakini kuna kitu ambacho Fu Hongxue anakivaa kwenye nguo yake inaonekana kama basi jamaa atakuwa amechomwa mpaka amekuwa jivu. Hii lazima itakuwa ilikuwa vitambaya sana. Wote wakatazama, akasema, inaonekana kabisa, hiki ndio kitu pekee ambacho kimesalia baada ya jamaa kuchomwa moto. Binti akasema, au, basi sawa, tusahau kilichotokea. Inawezekana jamaa ashauawa, hebu tusiongee sana

kama ningeweza kutulia sehemu moja, pengine ningeweza kumsaidia. Hebu usijifanyie hivyo mwenyewe, baada ya kila kitu kilichotokea. Usiwaze hivyo tafadhali. Tulishindwa kumsaidia, lakini hakika Mungu sijui kusema, hakumtendea Fungshu. Katika hii dunia hakuishi maisha ya furaha, yani hakuishi maisha anayoyatamani hata kidogo. Naomba usiwe na huzuni basi. Jamaa alisikitika sana, kila akivuta picha naona. Hapana Fungshu, lakini awezi kufa. Hapana Fungshu ajafa huyo, tafadhali. Akaanza sasa, nawambia tafadhali, niacheni niacheni. Eh Fungshu, toka toka nje, wapi uliko, toka nje. Oya, umeshafanya vya kutosha sasa, hebu wacha hivyo vituko basi. Mimi nilijua tu hajaa nilikuwa niko sahihi kabisa, ajafa. Baada ya kusogea sogea, sijui aliona nini, akasema hajafa, angalia. Akawaonyesha, unaona hapa kuna tofali ambalo alijavunjia, hayo matofali alidondoka, na inawezekana labda pengine basi alitoka katika ukuta. Hebu tulia basi, tunajua kuwa unajisikia vibaya kuhusu Fuonshu, hata sisi tuna huzuni pia. Acha basi unachofanya Ta mayos, ta... nimesema, hajafa hajafa, hajafa kama, si shi. kama amekufa au hajafa, hajafa, so sisi tunajali nini hasa? Itakuwaje kuhusu yule mwanamke wake? Wakaanza kumfikiria bibia, yule mwanamke, binti uko zake huko, hajui nini kinaendelea. Maskini, kama mpenzi wake alichomwa wakiwa, alafu huwezi amini, sasa baba anafanya vile vitu siri, yaani ni kwamba binti hajui anafanya siri. Aise, nina kukumbusha jamani, nina YouTube nyingine inaitwa ya Lukindo. Ni YouTube ambayo huwa inafanya movie recaps. Eh? Movie recap maana yake sio kutafsiri movie. Ni unatazama movie lakini, mimi ndo nakuwa naielezea ile movie kwa ufupi, jinsi gani ile movie ipo story yake ndani yake na nini. Na ni nzuri sana. Eh, kwa hiyo basi nina channel nyingine inaitwa ya Lukindo ambayo waga inafanya hizo movie recaps. Tafadhali Nenda subscribe kwenye channel hiyo, nimeweka pia link hapo chini kwenye sehemu ya comment. Unaweza ukafungua hiyo channel ukaiona na kuna video mpya nimeiposti kali sana. Jamani, tuna uhakika kabisa mchizi labda pengine huenda atakuwa amejichimbia mahali, walienda mpaka katika ile eneo ambalo Feng Shuo anapenda kukaa Binti kajichimbia na baridi namtesa tangu jana, alivyokuja baridi nampiga, hawakutaka kusogea kwa. Unaona anavyokoa hatakiwi kuendelea kuwa hapa. Hali ya hewa si ili, si wazo zuri kumwacha akae hapa peke yake. Lili ni akaona wivu, una maana gani? Naenda kamsaidie mi. Mwenyewe nahitaji mtu akuniangalia, wacha kufanya mambo yako maisha ya Fu Hongxue yako hatarini, alafu unafanya masihara. Kwa hiyo na sasa, ole wako ukimfuata ile mwanamke ukamfanya chochote. Alafu mbona mimi nakuwa sasa sina umuhimu wote kwako, kwani unanifanyia hii? Hebu angalia mawa alivyo mazuri, um, kumi, angalia mazuri. Nafikiria hata wewe ungenileta huko, mimi ningeacha kukupenda. Angalia jinsi Ma Fangling alivyokaa, yuko peke yake tu anamsubiria aa Mmm, sasa kama unataka kwenda kukaa naye? Kwa nini tusiende wote? Yaani, unani unaniita mimi kabisa niende huko nikakae na mwanamke wako. Tuko tu na wewe. Usiende, usiondoke. Ebu angalia jinsi alivyokuwa na mambo ya ajabu. Ah, kwa sababu nilivyosema usiende unaona masiada sana kukumbatia uendi.

Labda utakuwa unajua ni nani nane alinituma. Ye Kai. Ni Ye Kai. <laughs> Basi jioni kawa inaelekea kuingia, ni kuingiakasi nilalo taol, alisema atasubiri lakini naona ameondoka. Ni hai dengtai kama ya? Sasa, mbona bado uko hapa? Siku tatu zimepita. Basi wanapiga tu story. Binti ana mawazo

Basi wakiwa oh, anazungumza ikafikia kipindi sasa wamepishana na na kama utani tu. Yeye mwenyewe hajui kwa nini anapigana na mchizi huu. Ni uwezo wa brother Lu, ana namna ya kupigana ambayo ni ya kipekee sana, panga limeshikwa tu na vidole viwili. Si rahisi sana kunishambulia kwa silaha yako, nikisema niamue kupambana na wewe hutaniweza. Basi wakawa wameanza sasa kuoneshana tamu. Wewe, sinimeshakwambia usinishike. Na wewe ndo umetaka. Hivi unajua kwa Feng Shua amekufa? Mchizi akaokoka. Eh, bana, alivyosema vile. Yaani nguvu zote zilimkata huyo dada. Eti umesema kitu gani? Eh, ndio hivyo. Mimi si ya kudanganya. Alikuwa akikusubiria hapa. Kuna mtu mmoja akaja akamdanganya kwenda Chenguunu Hall ika na mimi tukaondoka, tukakimbilia kule na Lilin. Tunafika Chenguunu Hall ina tunakuta pameteketea kwa moto, na inaonekana alifungwa pale, kumebaki mnyororo. Na wakati tulipokuwa pale tulifanikiwa tukupata haka hapa kupata e, bwana nguvu zote zikamwisha. basi ikawa ndio hivyo eh. Asema basi, nahisi kama nini sijui kilitokea, lakini ndio hivyo ikaa. Sasa hivi ameamua, hatataki kukusogelea, anaona atakuumiza. Hakutaka kukuambia hizo habari, ndo maana mimi ndo niko hapa sasa. Akasema nani atakayekuwa amethubutu kufanya hivyo eh? Akasema unajua eh, labda ni Demon Section, eh, au labda pengine ni watu wanaohusika na elfu kumi unajua, na kuna watu wengi walikuwa wanataka kumuua sisi tutajua ni nani anayehusika. Akamwambia, kwa nini nikudanganya? Mimi hayanihusu, mahusiano yenu hayanihusu mimi. Alikuwa hapa akikungoja muda wote eh, lakini basi ndio hivyo. sasa inabidi umsahau. Manayake ameshaondoka basi. Binti hakuamini yale anayoyasikia, alimchoma sana moyo wake, kila akivuta hivi picha haelewi, mwisho akapoteza fahamu. Unajua anampenda sana, huhitaji kuniambia kila kitu mimi na yeye

Wewe sasa unapanga vitu gani tena kufanya? Unajua ni muhimu sana nikuambie hicho kitu. Sijui sasa kama ni wakati sahihi. Nataka tu nikueleze hivi kwa sababu sitaki nikuache tu ukiwa mwenyewe mnyonge. Kama sasa ukisema ukifanya hicho kitu kiwe siri yako, basi haya, ngoja mimi niende nikamtafute Fu Hongxue. Sikulazimishi uniambie.

Fhivyo nafikiria labda pengine f anaweza akawa yuko hai. Kama unafikiria ni hivyo, basi hebu nifuate, twende tukamtafute. Binti akasema, mimi siondoki, siendi popote, nitaendelea kukaa hapa. Hebu jiangalie, jinsi ambavyo unaendelea kukaa hapa ukiwa peke yako. Unafikiri hapa ni salama kukaa peke yako eh? Nani alikwambia kwamba Fu Hongxue atarudi, atarudi tena hapa? Hebu tutoke hapa, uwezi kubaki hapa. Akawa sana muinua kwa nguvu, kamchukua kwa nguvu kabisa, beba beba, juu juu wanaulizia ikiwa kuna kijiji cha jirani na hapo, wanaambiwa eh, mnaweza mkaendelea, tuna barabara kwa chini. Binti amelazwa kwenye farasi sasa. Nimeulizia eh, kuna sehemu ya eh, jirani, jirani na hapo, tunaweza kwenda, uende ukapumzike hapo. Basi hawa taratibu, ule mkao dada aliokaa sio mkao mzuri

kuna mtu mmoja alianza kumtamani alipomwona tu, ni kama aliona kitu kizuri ambacho amekitamani, akajisogeza pale. Sasa angalia, brother Lu ni mtu mmoja sio poa, alishamwangalia alishamwangali, ona huyu jamaa huyu. epoyo unaonekana kama mtu ambaye tunafahamiana chinioeo ama pupla minwame <laughs> hayokalu

Nitalala na huyo mtu. Sikiliza rafiki. Sisi tunahitaji kulala tu hapa kwa usiku mmoja. Kwa hiyo tunahitaji mazingira yetu ya kujitegemea tukiwa wenyewe. Kuna kisto kiko huko nyuma, nafikiri ndio kitakufaa wewe. Lakini mrembo huyu inabidi uniache niwe naye. Sasa wamekuja vizuri, lakini mchizi anataka kuleta shida. Ikiwa basi nitaamua kukaa hapo siku wa leo. Nafikiri nyinyi wote naweza nikawafanya chochote. Jamaa wanajiamini sana. Wakaona okay. Huyu mtu mmoja anataka kutuletea shida atatuweza? Inaonekana kama kiongozi wenu atawafanya nyinyi wote mwingie kwenye majenezi. Akawaamuru wale jamaa <laughs> Eh, brother <laughs> Basi vita vikaanza pale. Ala! meza za aa, jamaa sijui zinavunjikaga. Unaweza ukafikiria ni ubao umeega. Mm, aya, angalia binti nayo akajitolea kupambana na wale jamaa. Na bradha lu, inaonekana kuwa anataka kuwafanyia ubaya kwa maana ya kuwaua ndio e, maana anawatandika tu alafu anawaacha wa. Lakini sasa binti kashakamatwa panga likosh kama masahara Ushaja. Jamaa akapigwa panga e, sasa itakuwa binti haelewi jamaa atafanya maamuzi sasa, kwa kadri anavyoendelea kusukuma upanga, unaendelea kumto yote hii ni katika kumsaidia huyu binti. Nilishawahi kusemaga, inaonekana huyu binti ni mtu mwenye mikosi. Inawezekana kabisa Miss Ma Fangling ni binti mwenye mikosi. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi, yani, mtu yeyote anayejihusisha naye, yani lazima amwage damu tu, waume zake wote ambao wametaka kumwoa, wengine waliuawa siku ya harusi, wengine kabla mtu ajamuoa akashachomwa, sijui. Unaona vitu vinavyomtokea yani? Yeye ana lifestyle fulani, na hiyo iko kabisa kiwalisia katika maisha ya kila siku. Kuna mtu yani, yani fate yake ile, wanaita karma yake yani, hamna jambo zuri litakupata ukiwa naye karibu. Wanasemaga kuna mtu ukiwa naye karibu kuna vitu vinafunguka na kuna mtu ukiwa naye karibu kuna vitu vinafunga kabisa. Yaani zile roho spirits zile zinazomfata yeye zinakushambulia na wewe na tukubaliana na hilo kwamba hii inawezekana, pia ni kitu kina ukweli. Sasa huyu binti, angalia, hata huyu alikuwa anamsaidia, maana huyu jamani, kama anamsaidia, lakini angalia, wameenda sehemu, sijui ni sehemu tu ya, ya kulala wageni, lakini angalia kinachompata mchizi, pamoja na uwezo wake wote wa kupigana, angalia leo amepigwa panga ni yani, amechomwa panga kwenye kifua Hatujui hatima e, ya Mwamba Fuongshu kama, basi baada ya ule moto alitokaje pale au yupo alifia pale, hatujui, na nini. Na mtu pekee ambaye anaweza aka uh, disclose hiyo siri ni mtu mmoja tu ambaye ni Yika. Katika hii sinema nimeona Yika ni mtu ambaye anajua kugundua na kuvumbua vitu mara nyingi Haya ni maoni yangu kwamba labda pengine Yikai anaweza kufanya hivyo. Hata mimi sijui mbele kuko vipi, lakini nahisi pengine Yikai ndo mtu ambaye anaweza kaja kutusaidia ni wapi basi Fu Hongxue atakapopatikana. Haya basi tuendelee mbele, tutakutana kwenye episode ya 91. Tuko mbali jamani, tunaikaribia mia hivi eh. Haya tutakutana kwenye episode inayofuata.